Hivi unafahamu kwamba binadamu ana uwezo wa kutoka nje ya mwili wake? Hiyo umenisikia? Kila binadamu ana uwezo wa kutoka nje ya mwili wake, na hii si uchawi, bali ni nadharia ambayo imethibitishwa kisayansi, kwamba kila binadamu ana uwezo wa kutoka nje ya mwili wake. Binadamu ana mwili zaidi ya mmoja. Wataalamu wa kidini, wataalamu wa kisayansi wamejaribu kuthibitisha hilo jambo. There are five kinds of bodies. Physical body, mental body, energy body, etheric body and bliss body. These are five dimensions of the body. Sasa kufikiria unapolala huwa unaota, pia unafahamu unaenda wapi, unakutana na watu enye ndoto zako, ambapo unaamka asubuhi ukimwambia jana usiku tulikutana, atakuambia hapana. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba unapolala mwili wako mwingine unatoka katika mwili huu wa nyama na kwenda katika ulimwengu mwingine na kukutana na miili mingine katika aina nyingine ya mwili, lakini hiyo inajulikana kama unconscious. Yani mtu anatoka katika nje mwili wake pasipo kujitambua. Kizungumzia astral projection, hiki ni kitendo cha binadamu kutoka nje ya mwili wake akiwa anajitambua n yani akiwa katika uelewa wake kwamba kwa sasa natoka nje ya mwili, yani mwanake mwili wa spiritual body au mwili wa nafsi unatengana na mwili wa nyama na kuingia katika ulimwengu mwingine. Watu wengi katika jamii ya leo huwa wanafanya astral projection, lakini huwa hawasemi kwa sababu astral projection ni miongoni mwa maarifa yaliyofichwa sirini, yaani tunasema ni forbidden knowledge. Lakini leo nataka nikufundishe kiundani kabisa kuhusu astral projection, ili unapopata muda katika wakati na nafasi yako uweze ukajaribu na ukapata kujionea mengi usiyoyajua. Nachoenda kukufundisha leo, inabidi uwe nacho makini, kwa sababu ukifanya ukakosea, basi madhara ambayo yatakukuta itakuwa siusikinayo ukiwa unafanya astral projection. Ya kwanza kabisa, hakikisha mwili unakuwa msafi, namaanisha unakuwa nadhifu, natoka kuoga unakuwa msafi kabisa Tenu, unavaa nguo safi ambayo haikubani maungo ya mwili. Baada ya hapo, unatakiwa ulale chali, ulale kitandani au kama ni chini, lakini ulale katika namna ambayo mwili utakuwa ume-relax au umetulia kwa kiasi kikubwa kabisa. kwa hiyo baada ya kulala, inabidi udanganye ubongo wako ya kuwa wewe sasa umelala. Inabidi utulie, usitikisike, usiwaze jambo lolote, uwe relaxed. Wataalamu wengine huwa wanatumia instrument beats za kutuliza ubongo ndani ya muda mfupi. Katika utulivu utaanza kusikia miwasho na ushawishi wa kukutoa katika focus, lakini inabidi uendelee kutulia hivyo hivyo mpaka itapofika hatua, utaanza kusikia mwili wako unaanza kutetemeka, na hiyo state inaitwa ni vibration state. Ukisikia hivyo, usiogope wala usitikisike, kwa sababu upo katika njia nzuri ya kukaribia kutoka nje ya mwili wako. Baada ya muda mfupi, vibration state itapita. Hapo ndipo mwili wako wa spirit, yaani mwili wako wa nafsi, nafsi yako pamoja na mwili wako utakuwa umetengana. Hapo ndipo unaweza ukaamka katika mwili ule mwingine ambao unaweza ukatoka na ukaenda sehemu nyingine yoyote lakini kabla ujaamka inabidi uwe makini, kwa sababu ukiamka vibaya unaweza ukaamka katika mwili wako wanyama na sio mwili wako wa nafsi. Kwa hiyo inachotakiwa ufanye, inabidi uwaze, inabidi uwaze kama vile unaelea, au labda vile kamba inashuka kutoka juu na unaichukua hiyo kamba, unaivuta taratibu. Hapo ndipo utaweza kutenganisha mwili wako wa nafsi wa mwili wako wa nyama. Astral projection imeelezewa hata katika vitabu vya kidini. Ufunuo sura ya kwanza mstari wa tisa mpaka wa ishirini naye imasema, nalikuwa katika hali ya roho siku ya Bwana ikasikia nyuma sauti yangu sauti kuu kama baragumu ikisema. Hapa inatuonyesha kwamba Yohana alionyeshwa mambo yatakayojiri lakini naye alikuwa katika roho, yaani ina maana alitoka alitolewa nje ya mwili wake ili apate kuonyeshwa mambo yatakayojiri. Lakini sio ufunuo tu, hata vitabu mbalimbali ikiwemo kitabu cha Korinto e, mstari wa kumi na mbili kuanzia sura ya pili mpaka sura nne kuna nukuu inasema, ninamjua mtu aliyenyakuliwa mpaka mbingu ya tatu, ikiwa katika mwili au nje ya mwili Sio tu wa Korinto. Ezekiel mstari wa nane mpaka watatu, inasema roho akaniinua kati ya mbingu na nchi. Hivyo hata Biblia yenyewe inajaribu kuonyesha astral projection kwamba inawezekana, na hiyo ndiyo maana halisi ya astral projection. Na ukiweza kufanikiwa kuifanya, basi utakuwa umepiga hatua moja ambayo mamilioni ya watu huwa hawafahamu, lakini pia inapotokea umejaribu na umeshindwa basi usikate tamaa, kwa sababu mambo mengine huwa yanachukua muda katika kuyakamilisha.